Siku nyingi zilizopita katika maeneo ya Himalaya ya leo Nepali, alizaliwa mtoto wa kifalme ambaye angekuja kubadilisha mtazamo wa dunia kuhusu mateso na ukombozi. Jina lake lilikuwa Siddhartha Gautama, ambaye baadaye alijulikana kama Buddha. Siddhartha alizaliwa mwaka 563 kabla ya Kristo katika mji wa Lumbini. Alizaliwa familia tajiri ni kifalme ni kabila la Shakya. Tangu kuzaliwa kwake, manabii walitabiri kuwa angekuwa ama mfalme mkuu au kiongozi wa kiroho. Baba yake, Mfalme Sudodama alitaka mtoto wake awe mfalme. Hivyo alimlea kwa nasa na kumpa maisha ya kifalme bila kumonyesha mateso yoyote ya dunia. Akiwa na umri wa miaka 29, Sindata alitembea nje ya kasri kwa mara ya kwanza, aliona mambo manne yaliyomshtua moyo wake. Aliona mzee, aliona mgonjwa na maiti na mtafu, yaani mtu wa dini aliyejitoa duniani. Aligundua kuwa maisha hayakuwa ya furaha ya kudumu, na kila mtu hukumbwa na mateso. Hili lilimsukuma kuachana na maisha ya kifalme. Usiku mmoja, bila kumwambia yeyote, aliondoka kasri kwa siri. Aliwaacha mke na mwanawe na kuanza safari ya kiroho kutafuta ukweli wa maisha. Kwa miaka sita aliishi kama mtafu, akijinyima chakula na raha zote za mwili, lakini hakupata majibu aliyoyatafuta. Hatimaye Sindata aliketi chini ya mti wa Bodhi huko Bodh Gaya, India, akatafakari kwa siku 49 mfululizo. Usiku wa mwisho alipata mwangaza akafahamu chanzo cha mateso na jinsi ya kuokoka nayo. Hapo ndipo alipoitwa Buddha, yaani aliamshwa. Buddha alianza kufundisha watu kuhusu njia ya ukombozi kutokana na mateso. Alifundisha juu ya kweli nne za ukuu: ya kwanza, maisha ni mateso; ya pili, mateso husababishwa na tamaa; ya nne, kuna njia ya kuondoa mateso. Njia hizo ilihimiza maadili mema kufikiri sahihi na kutafakari kwa kina. Kwa zaidi ya miaka 40 Buddha alisafiri akifundisha watu bila kujitangaza kuwa Mungu, bali mwalimu wa kweli. Baada ya kifo chake, mafundisho yake yaliandikwa na wafuasi wake na Ubudha ulisambaa kote Asia, ukiwa miongoni mwa falsafa na dini maarufu duniani. Ubudha si tu dini, bali njia ya maisha. Unatufundisha kutazama ndani ya nafsi zetu, kuachilia tamaa na kuishi kwa amani ya ndani. Hadi leo dunia inaendelea kujifunza kutoka kwa mafundisho ya Budha, mtu wa kawaida aliyeamka na kuona ukweli. Ulikuwa nami Dr. Kevin JN wa Akilify Media nikikupa maarifa hayo. usisahau kusubscribe, comment na kulike na kushare. Asante.